Abibilii tunda la pili ni kitubio. Tunda la tatu ni kupokea Ekaristi. Tunda la nne ambayo tunaweza pata rehema ni njia ya msalaba, ndiyo sasa tunafuata ili tuweze kupata rehema kupitia ndugu za msalaba. Kwa jina la Baba na la la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Ee mkombozi wangu Yesu Kristo, kwa mapendo makuu ulikwenda njia ya msalaba kusudi unikomboe mimi, lakini nimesahau mapendo yako, nimekutia uchungu kwa dhambi zangu na ubaridi wangu imani. Sasa na ninakumbuka mateso yako, ninaomba kupewa rehema zote zinazotolewa kwa mamlaka ya Kanisa kwa sara hii ya njia ya msalaba yako kwa ibada kama ya Maria mama yako. E bana Yesu Kristo, saa hii tunataka kukumbuka njia yako takatifu ya msalaba. Angaza akili zetu ili tupate kutambua makosa yetu na kupata nguvu ya kuyashinda. Njia yako takatifu itufundishe kuvumilia mateso, kutoa sadaka na kujitakasa, ili tupate kushirikiana nawe katika matendo ya ukombozi. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kituo cha kwanza. Unitakase mizangu naikomboa dunia yote kwa msalaba wako mtakatifu. Tukumbuke kuwa Yesu alipokwisha piwa na kutiwa miiba kichwani, alihukumiwa na Pilato afe msalabani, ijapo hakuwa na kosa lolote. Ee hey Yesu uliyehukumiwa bila sababu kwa ajili ya mateso makuu uliyaona, utuhurumie siku tutakapokuja kuwahukumu wazima na wafu. <tipos> Yesu bila dhambi hata moja unahukumiwa kufa. Baba Yesu uliye mbinguni <tipos> litukuzwe, kama duniani kama mbinguni pedea mkate wetu wa kila siku utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika vishawishi, lakini tuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako wamebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bwana Yesu, tunakuabudu, tunakuheshimu, kwa sababu umekomboa dunia yote kwa msalaba wako mtakatifu. Yesu alipokea msalaba. Msalaba kwa hiari akaanza kwenda njia ya mateso natufundisha nasi tupokee misalaba yetu tukamfuate. E hey, Yesu ututie nguvu, tuwe hodari wa kuchukua misalaba yetu, maana yake tuvumilie kila teso utakalotuletea, tukatimize wajibu wetu. Amen. mm. Yesu japo nguvu yako haba wachukua msalaba wa Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupele mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutia katika vishawishi, lakini tuwapoe mavuni. Amina. kuliko wanawake wake wote na Yesu mzaa wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Amina. Tukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina.

Kituo cha tatu, Yesu anaanguka mara ya kwanza. Bwana Yesu tunakuabudu, tunakuheshimu kwa ni dunia yote tunakuabudu. Mtakatifu Yesu alikuwa dhaifu sana sababu ya kuumizwa kwa vitu na akaanguka. E mkombozi wetu, dhambi zetu nyingi na kubwa zilikuangusha. Utusaidie kutubu dhambi zetu, ututie nguvu ya kuziacha, tusije tukaongeza uzito wa msalaba wako. Amen. E Yesu, nguvu zako za punguka, hata chini waanguka. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni binguni. Tutupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe sisi azisoaie tukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, anaimaa umebarikiwa kuliko na wake wote, na Yesu na wa tumbo lako umebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo, na sasa na siku zote, na milele amina. Amina. Bwana e, utuhurumie yeah.